Watu wengi ambao wanafanya matangazo kwenye mitandao ya Facebook pamoja uh na Instagram huwa hawajui namna sahihi ya kuweza kuplan bajeti yao ambayo wanaitumia kwenye matangazo, matangazo yao, kitu ambacho kinapelekea watu wanashindwa pata matokeo ambayo ni mazuri ukiangalia na bajeti ambayo wanakuwa wanaitumia. Sasa kwenye episodi ya siku ya leo nataka nikupe baadhi ya tricks ambazo unaweza ukazitumia kwenye matangazo yako. I wish na wishi hizi tricks ningezijua mapema, namna ambavyo zinafanya kazi, naona zingenisaidia sana kuweza kutengeneza matangazo bora zaidi. Hizi ni tricks ambazo unatakiwa kuzijua leo ili uweze kufanya matangazo ambayo yatakuwa yanatumia budget vizuri kwa mpangilio ambao uko bora zaidi. Kwa hiyo hakikisha unasikiliza hii episode kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kupata hizi tricks vizuri. Na itapendeza zaidi kama ukiwa na wapeni yako hapo na karatasi ukawa na note down ili uweze kupata nondo ambazo zitakuwa zimeshibaa kweli, kweli. Siri ya kwanza ambayo watu wengi huwa hawajui ni kwamba wakati wa kutengeneza matangazo utakiwe kuingia direct na bajeti yako yote, badala yake unatakiwa uh, kuanza na kiasi kidogo, and then wakati unavyozidi kuona matokeo yanavyozidi kuwa mazuri kwenye matangazo yako au kwenye hilo tangazo lako, and then ongeza bajeti ambayo unahisi uh, unaweza ukawa nayo kwa sababu kama umeweka bajeti kidogo, and then ukaona ni kama inakuletea matokeo mazuri, na maana kwamba kama utaongeza bajeti kwenye hilo tangazo basi utakuwa na njia rahisi sana ya kuweza kuongeza matokeo yako kwa kiasi kikubwa. Usianze na bajeti ambayo ni kubwa. Uh, anza na kidogo and then the more ambavyo unaona results, ndivyo unavyokuwa na uwezo wa kuscale zaidi, kuongeza bajeti ambayo inakuwa inakurahisishia wewe we kupata matokeo ambayo yatakuwa ni bora zaidi. Hii ni trick namba moja ambayo huwa napendelea zaidi kuweza kuitumia wakati wa kutengeneza matangazo yangu ambayo huwa yananipa matokeo mazuri sana. Lakini pia siri ya pili, watu wengi hawajuhagi kutofautisha namna mbili za kuweka bajeti kwenye haya matangazo yetu, eh? Kwa maana ya CBO pamoja na ABO. Uh, nikizungumzia CBO nazungumzia namna ya kuweza kuplan bajeti yako kwenye matangazo ambayo hapa unaweka bajeti yako ukiwa katika levo ya kwanza ya campaign, lakini pia ABO ni tunaweka bajeti tukiwa katika levo ya ad set. Kwa hiyo, uh, unaweza ukawa uka unajiuliza labda ni muda gani unatakiwa kutumia CBO, lakini pia muda gani ambao unataka kutumia ABO, uh, in case labda unataka kutest tangazo kiujumla, uone, uh, labda the way ambavyo tangazo lina perform vizuri, the way ambavyo labda tangazo linaleta impact kiujumla naweza nikakushauri utumie hii ya CBO ya kuweka bajeti wakati wa level ya campaign, ambayo hii yenyewe itaangalia sasa ina distribute vipi ile bajeti kwenye hizo ads ambazo umeziweka lakini pia ad set ambazo umeweza kuziweka. Hiyo ndio katika mazingira ya kwanza ambayo naweza nikakushauri utumie CBO. Lakini pia uh, kwa kutumia CBABO, I mean uh, kuweka bajeti katika level ya ad set, hii naweza nikamshauri mtu aweze kuitumia. Uh, wakati labda unataka kutesti adset tofauti tofauti ambazo unazitumia kwenye tangazo lako, let's say labda adset ya kwanza ulikuwa unaifanyia retargeting, lakini pia adset ya pili ulikuwa unataka kuifanyia uh, look like audience targeting. Unaweza kaamua pia kutumia hii hapa ABO, ambapo labda kwa adset ya kwanza ukatumia bajeti kadhaa, lakini pia adset ya pili ukaweka bajeti ambayo utaitumia, ili mwisho wa siku wakati wako wa kuangalia ni aina gani ya tangazo ambalo limekuletea matokeo mazuri, basi unakuwa unajaji kwa sababu kila adset inakuwa ilipewa budget ambayo iko sawa, na imetumika kama ilivyokuwa planned. Lakini in case kama unataka ku test ad set and then ukatumia CBO, ina maana kwamba hauwezi ukajua labda ad set ipi ilipewa uh, distribution kubwa, lakini ipi ambayo ilikuwa imeminywa. Kwa hiyo matokeo ambayo utayapata hapo ni kwamba yatakuwa hayana ule uhalisia ama hayana ile uh, tunasema ule usawa, kwa sababu hauwezi ukajua algorithm ilikuwa ina distribute vipi hiyo bajeti ambayo ulikuwa umeiweka. Kwa hiyo hiyo ni trick namba mbili ya namna ambavyo unaweza kutumia CBO lakini pia namna ambavyo unaweza kutumia ABO. Lakini pia CD ya tatu na ya mwisho, the way ambavyo unaweza ukatumia bajeti yako huo, tunakuwa tuna njia mbili pia, wakati wa kutengeneza zile bidding strategy ambazo tunaa tuna manual bidding lakini pia tuna automatically bidding. Sasa tunasasa manual bidding ni ile like kwamba unaenda pale kwenye Uh, upande wa budget unamwambia kabisa Instagram like mimi nikipata mteja mmoja basi nitakuwa willing kukulipa dola tatu. Nikipata wateja wawili nitakulipa kiasi kadhaa. Hiyo ndio inaweza ikawa ni manual bidding, unaweka budget yako ambayo unataka itumike kulingana na maelezo yako. Lakini pia auto bidding ni ile ambayo unaweka tu budget yako and then unaacha tu Facebook na Instagram waamue namna ambavyo wataitumia hiyo budget. Wao wao ndio watangalia, wataipeleka wapi na wataifanyia kazi gani. Kwa hiyo hizi ni mbinu tatu ambazo unaweza kuzitumia wakati wa kutengeneza bajeti yako ya matangazo, na mwisho wa siku ikaweza kukupa matokeo ambayo ni mazuri. Usitumie tu uh, una, tu tu just unatumia budget ovyo ovyo tu. tumia budget ukiwa umeplan vizuri, kama kweli una nia ya kuweza kupata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri kupitia hayo matangazo ambayo unayofanya katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Na hii ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo itakusaidia kuweza kutengeneza matangazo ambayo ni bora matangazo ambayo yatakupa matokeo ambayo yako vizuri zaidi. So kama una ndugu jamaa au rafiki ambaye unahisi hii podcast inaweza ikawa na msaada mkubwa kwa kwake, tafadhali share naye, lakini pia usahau kunechia comments yako katika uwanja wa comments, ni kitu gani ambacho umejifunza, lakini pia ni kitu gani uh, ambacho una wish kujifunza katika episode ambazo zinakuja nami, nitafanya hivyo kutengeneza exclusive episode kwa ajili yako, ili uweze kupata kile ambacho umekiomba. Mimi naitwa Joram, Tanzania.